Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu Lutenga Majola mwenye miaka thelathini na mbili kifungo cha miaka thelathini kwa kosa la kumbaka msichana wa miaka kumi na nne ambaye alikuwa akiishi naye kama mkewe. Taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kwa vyombo vya habari imesema mwanzoni mwa mwezi wa tano alikamatwa kisha kufikishwa kwenye vyombo vya sheria pia katika wilaya ya Mbarari mkoani hapa mwanaume mmoja akafungwa jela kwa kosa la kuoana na binti wa miaka 17, ambapo akaangukia kwenye kosa la kubaka, kama asemavyo kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kalulunga. Katika mahakama ya wilaya Chunya imemhukumu mtuhumiwa mmoja anaitwa rutenga wilson majora miaka 32 huyu ni mkazi wa kitongoji cha itumbi kilichopo kata ya matunda wilaya ya chunya kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto mdogo wa miaka 14 ambaye ni mkazi wa kitongoji cha itumbi baada ya kuishi kinyumba na mwanga huyo ni kwamba mei 14 eh, mwaka jana afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya chunya alipokea taarifa ambayo ilipelekea jeshi la polisi kufanya ufuatiliaji kufuatilia eh, jinsi ambavyo mtumiwa huyu aliweza kumchukua huyo binti ambaye ni mhanga wa miaka 14 na kwenda kuishi naye kinyumba. Kwa hiyo mnamo Mei 15 mwaka 2024 mtumiwa Rutenga Wilson Majora alikamatwa akiwa na mtoto huyo na kisha kufikishwa katika kituo cha polisi cha Chunya, na baada ya upelelezi kufanyika mtumiwa aliweza kufikishwa mahakamani na kisha ushahidi kutolewa na baadaye eh, mahakama kama nilivyosema, ilifikia hatua sasa ya kufikia maamuzi yake. Kwa hiyo mnamo tarehe 20 mwezi wa tano mwaka 2024, kesi hii ilianza kusikilizwa na ilikuwa mbele ya hakimu mfawizi wa mahakama ya wilaya Chunya James Mhanusi, na mwendesha mashtaka wa serikali William we, wa serikali Mwajabu Tengeneza, ambapo ilifikia hitimisho tarehe 2 mwezi wa, wa, wa pili mwaka huu. Mtumiwa alitiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 30. Lakini kwa upande wa wilaya ya Mbarali, mtumiwa anayeitwa Kurwa Memba miaka 30. Huyu ni mkazi wa kijiji cha Rukali, huyu alihukumiwa ali uh, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa pia la kumbaka mhanga binti mwenye umri wa miaka 17, na hii ni baada ya kuwa amemtorosha na kwenda kuishi naye kinyumba. Mtumiwa ambaye amekamatwa na kufikishwa mahakamani huyu alikamatwa akiwa naishi na huyu binti ambaye ni mhanga, akiwa ni mlemavu wa ngozi yani albino, na kwenda kuishi naye jijini Dar es Salaam. Lakini kwa kutokana na ufuatiliaji wa matukio haya na umahiri wa askari, waliweza kumpata huko Dar es Salaam na kumkamata, na hatimaye kumleta katika himaya uh, hii ya wilaya ya baradi na kufikisha mahakamani. Kwa hiyo hukumu hiyo ilitolewa tarehe 15 Mei mwaka huu mbele ya hakimu wa mahakama ya wilaya ya Mbarali Mheshimiwa Aliko Mwandumbia na mwendesha mashtaka wa polisi mkaguzi msaidizi Given Kombe. Mtakiwa alitenda kosa hilo mnamo tarehe za mwezi wa kwanza hadi mwezi wa nne mwaka 2024 na baada ya kumtorosha binti huyo walienda kuishi naye kama nilivyosema kule Buguruni wilaya ya Ilala mkoani Dar es Salaam. Vilevile, mahakama ya wilaya ya Mbarali imemhukumu Amiri Kaduma miaka 20 mkazi wa kijiji na kata ya Badibira wilaya ya Mbarali kwenda jera kifungo cha miaka 30 jera kwa kosa la kujaribu kubaka alilofanya huko katika kijiji cha Nyamakuyu. Na alifanya hivyo baada ya kuingia chumbani kwa muhanga alikati amelala. Uh, na huyo muhanga alikuwa na umri wa miaka 12, kwa hiyo hakuwa na jinsi, lakini alipopiga kelele aliweza kupata mtu, msaada. Kwa hiyo hukumu hiyo pia imetolewa tarehe 30 Mei tarehe 30 mwezi wa Aprili mwaka 2025, mbele ya hakimu wa wilaya ya Mbarali, Mheshimiwa Emil Mwambapa na mwendesha mashtaka wa serikali Ana Rose Kasambala. Na mshtakiwa alitenda kosa hilo Januari 24 mwaka 2024, majira ya usiku, kufuatia upelezi uliofanywa ndipo, baada ya taarifa kupokelewa katika kituo cha polisi, mtumiwa aliweza kufanikiwa kukamatwa kwa sababu baada ya kutenda kosa hilo alikimbia, lakini upelelezi ulipokamilika alifikishwa mahakamani na kupatikana na hatia hii ambayo imesema ya kufungwa kifungo cha miaka 30. H yeah.